Dasi kwa niaba ya mkuu wa wilaya. Chanzo hiki ni chanzo cha mto, Mtombalizi mtomba. Chanzo hiki kimepita katika kata mbili, kata ya Utengule Usongwe na kata ya Nsalala. Lakini chanzo hiki kina changamoto, kimevamiwa na shughuli za kibinadamu kama tunavyoona Uh, wananchi wanaopoa mchanga ambacho kinapelekea chanzo hiki kuharibika, kingo za maji zimeharibika, vile vile wanachimba mawe ambayo inapelekea mto kupoteza mwelekeo wake, lakini vile vile maji kuchafuka kama tunavyoona. Pamoja na hayo, bodi ya maji Bonde la Ziwa Rukwa limekuwa likitoa elimu za mara kwa mara kwa wananchi juu ya kusitisha shughuli hizi za kibinadamu, lakini bado wananchi wanaendelea na shughuli hizi. Kwa hiyo tunaomba ofisi yako Mheshimiwa, tuweze kupata ushirikiano wa kuweza kusitisha shughuli hizi za kibinadamu ili mito iendelee kubaki salama safi kwa ajili ya kupata maji safi ambayo yatafaa matumizi ya wananchi. Mimi naitwa Muhamed Azizi, katibu tawala wilaya ya Mbeya. Tupo kwenye ziara ya kukagua vyanzo vya maji na hiki ni chanzo kama alivyosema hapa mtu wa bonde Chambalizi na hali halisi mnaiona, sio mpaka tufahamishe. Hali halisi inaonekana, maji yanachafuka, maji yanapungua, kingo zimeharibika, ni kwa sababu ya shughuli za watu zinazoendelea, na kila mtu anaona watu wakiendelea na shughuli zao. Wengine wanaopoa mchanga katikati ya mto, wanatoa mawe katikati ya mto, na wengine wanabomoa kwenye kingo. Haya yanaonekana kwa ushahidi tu, wakati huu tuko hapa wote lakini nakumbuka tulishafanya ziara hapa miaka miwili iliyopita nyuma. Wanaokumbuka mlioko hapa, viongozi, nadhani mnakumbuka, na yalikuja maelekezo ya kuendelea kufanya uhifadhi wa kingo zetu pamoja na mto huu, ili maji yasipoteze uelekeo, lakini maji yasipungue, kwa sababu ni vyanzo tunavyovitegemea kwa uhai wa vizazi vyetu sisi na vizazi vijavyo. Lakini pia tulianzisha project maalum kwa ajili ya kupanda miti humu, kwa ajili ya kutunza maeneo ya mito, lakini kwa hali halisi maana yake hata kupanda miti huwezi, kwa sababu uchimbaji wa mchanga unaendelea, uharibifu wa kingo unaendelea, binadamu wanaendelea na shughuli zao. Lakini pia mimi niwaombe watu wa madini na taasisi nyingine, tusaidiane hapa. Tuko TFS, wako mamlaka ya maji, tume ya madini, lakini tuko hapa watu wa bonde, tuko mamlaka zote ziko hapa zinazohusika na masuala ya uhifadhi, lakini kulinda hivi vyanzo vya maji pamoja na serikali zetu za mtaa kata naamini mpaka tarafa wapo, tushirikiane. Sasa hiki kinachoendelea pamoja na kutafuta kipato, lakini sio sawasawa, hakiko vizuri. Sheria zinasema mita sitini kutoka kwenye mto au chanzo cha maji ndio tunaruhusiwa kufanya shughuli za kibinadamu, lakini hapa, nyinyi mnaona hawa wako ndani ya mto kabisa, sio mita sitini tunazozisema. Maana yake, serikali kuna haja ya kuchukua hatua kali kwa ajili ya kuzuia ili lisiendelee, na mata, maelekezo yapo. Bahati nzuri tuweke na mabango, kama hawayaoni tuanze sasa kuweka na mabango kuwaeleza hali halisi ilivyo. Viongozi walioko hapa, tulikuja miaka miwili iliyopita, ni kama nao wanazidiwa kusimamia, lakini wakati mwingine mimi niseme hali halisi sio kuzidiwa, kwa sababu na wao ni sehemu ya biashara inayoendelea hapa. Wako wengine nao wanachimba mchanga, wana makundi yao, wana vikampuni vyao wana makundi ya asilimia kumi nayo wameyasajili hapo hapa, anachimba mchanga. Hii ni biashara kubwa, kwa hiyo ukiwaeleza wanakuona kama unafanya masihara hivi, lakini hali halisi tunapoteza haya maeneo ya vyanzo vya vya maji, na maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya nafikiri, baada ya sisi kufanya ziara, tutakapomfikishia taarifa atatoa maelekezo, ila mengine yapo kisheria kwamba mita 60 kutoka chanzo cha maji ni marufuku kufanya shughuli za kibinadamu, tunashindwa kusimamia. Lakini sasa tushirikiane taasisi zote, kamati ya usalama mko hapa, mnaona kuna haja. Tukishakala mkuu wa wilaya maelekezo yatakayotolewa kwenda kuyasimamia kwa sababu hali halisi inaonekana. Humu hata ukipanda miti, miaka mingi iliyopita nyuma ilipandwa miti sijui kama ipo. Inaonekana kabisa hapa miti yote imeondolewa. Sababu haiwezi kukua kwa shughuli zinazoendelea. Niombe sasa twende tukashirikiane na watu wa madini, nadhani mnaona kama kuna vibali mnatoa. Hali halisi mnaona, huu mto umepoteza mwelekeo, kingo zote zimevurugwa na maji ni machafu. Lakini huko chini watu wanaosha mpaka nyama, wanafanya uchafu wote ndani ya maji. Kuna watu wengine wanatumia mpaka kemikali huko chini, wanachinja, wanafanya nini, kuna uchafu wa kila aina wako huko. Sasa kuna watu wanatumia haya maji. Mimi niombe tu, twendeni tukashirikiane maamuzi tutakayatoa, basi twende tukayasimamie kwa pamoja, na kwa sababu wote tuna ushahidi, basi tutakapokaa kwenye kikao la mheshimiwa mkuu wa wilaya, tuungane mkono ili kuokoa hivi vyanzo vya maji. Huu mji una vyanzo vingi, lakini vingi vinapoteza uhifadhi wake kwa sababu hakuna namna ya kuvitunza sababu ya kuingiliwa na shughuli za kibinadamu. Baada ya maneno haya, mimi niendelee kuwaomba tushirikiane kutunza vyanzo hivi. Haya yanayoendelea nje ya kutafuta kipato hayapaswi kuwepo, lazima yafuate sheria. Asanteni sana.